Kwanza nie, unatakiwa karabatiwe, Misha kuwa. Misha kuwa mti wenu wenyewe unatakiwa pime viwanja mti mzima. Hapa ni mti mkubwa sana hapa, ili watu walime

Naambia ukweli. Kuna watu wamejenga nyumba na miaka ishirini nyumba vitatu. Mikopo asilimia tisa, fursa za mikopo ziko nyingi. Kuna mikopo ya Halmashauri, kuna mikopo ya Mama Samia, kuna mikopo ya Waziri Mkuu, kuna mikopo ya Ustawi wa Jamii, ukiliwa mingi, ukihitaji kuna mmoja alikamata kana mahakamani akaniita, atinianako mdhamini. Sasa nikamuuliza hakimu, mimi nimepata nini hapa? Anasema undi amekutaja kwamba atuwe msaidia kupata mkopo. Ili msaidia ndio, lakini si kusaidia kula.